Hali gani, mtazamaji wa TVE. Karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri, tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa kifuatacho ndani ya TVE. Habari. Rais wa Zanzibar Dr. Huseni Ali Mwinyi azindua Baraza la 11 la Mawakilishi. Kanisa Katoliki laongoza ibada maalum ya Misa Takatifu kwa ajili ya kuwaombea watu wote waliofariki dunia kufuatia ghasia za wakati wa uchaguzi mkuu Oktoba 29. Karibu mtazamaji wa TVE na moja kwa moja, tuanzie huko Zanzibar ambapo tunaelezwa kuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amelizindua Baraza la kumi na moja la Mawakilishi na kutaja vipaumbele vya serikali kwa miaka mitano ijayo. Taarifa inayosomwa hapa studio na Goodluck Msola. Raisi Dr. Mwinyi ameasema hayo Jumatatu, Novemba 10 mwaka 2025 wakati akizindua Baraza la Wawakilishi Chukwani, mkoa Mjini Magharibi. Amesema kuwa serikali ya awamu ya nane katika kipindi cha pili imedhamiria kuunganisha wananchi na kujenga umoja na amani, mshikamano na umoja miongoni mwa wananchi wa Zanzibar. Dkt. Mwinyi amebainisha kuwa serikali imeweka vipaumbele maalumu 15 vya utekelezaji katika miaka mitano ijayo, ikiwa ni pamoja na kuendeleza mafanikio yaliyopatikana katika awamu iliyopita kwa mafanikio makubwa ya kuwainua wananchi kiuchumi na kijamii, huku akivitaja vipaumbele hivyo kuwa ni pamoja na kuheshimu maridhiano ya kisiasa na katiba ya Zanzibar kwa kuendeleza kuunda serikali ya umoja wa kitaifa na kutafsiri kwa vitendo ilani ya CCM ya mwaka 2025-2030. Mheshimiwa Spika, kuimarisha huduma za jamii ikiwemo afya, elimu na maji safi na salama ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali kwa kuzingatia umuhimu wa huduma hizo kwa ustawi wa jamii. Katika sekta ya afya, serikali ina lengo la kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kwa kujenga hospitali nne mpya za mikoa ya Kusini Unguja, Kaskazini Unguja, Kusini Pemba na Kaskazini Pemba, kuimarisha upatikanaji wa dawa, vitati vifaa tiba na vitendanishi, kuendelea na ukarabati wa hospitali ya Mnazi Mmoja, kujenga hospitali ya Rufaa ya kufundishia ya kisasa binguni kuendeleza ujenzi wa hospitali ya wagonjwa wa akili Pemba na kuimarisha miundombinu ya upatikanaji wa huduma bora za afya ya msingi ikiwemo ujenzi na ukarabati wa vituo vya afya. Kwa mujibu wa Dkt. Mwinyi, serikali imedhamiria kuwa na ukuaji wa uchumi unaofungamana na fursa endelevu za kiuchumi na uzalishaji wa ajira kwa vijana kwa kuzalisha ajira zipatazo 350 na huduma bora kwa wananchi kwa kuimarisha hali ya uchumi na kuwawezesha wananchi, huku akiomba ushirikiano kutoka Baraza la Wawakilishi ili kuweza kufanikisha dhamira hiyo. Kuhusiana na miundombinu, ameahidi kuwa serikali imeendelea na ujenzi wa miundombinu ya barabara ndani ya Unguja na Pemba, ikiwemo ujenzi wa barabara ya Tunguu hadi Makunduchi, barabara ya Mkoani hadi Chake Chake, na Fumba hadi Kisauni na kuweka taa katika barabara zote. Aidha, amesema serikali imeimarisha ujenzi wa maduka na masoko kwa bidhaa za baharini, vifaa vya kisasa kwa wavuvi, kuimarisha sekta ya uvuvi na mafuta, gesi asilia pamoja na ongezeko wa watalii hadi kufikia watalii milioni 1.5 kwa kipindi cha mwaka mmoja. Mikopo kutoka serikali za mitaa itatolewa kwa mgawanyo wa asilimia 40 kwa vijana, asilimia 40 kwa wanawake, na asilimia 20 kwa watu wenye ulemavu. Vile vile serikali itatoa mikopo kwa wajasiriamali wakubwa ili kuwawezesha kuwaajiri vijana. Serikali pia itaendelea kujenga masoko mapya kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo na wajasiriamali katika maeneo mbalimbali yakiwemo Kibanda Maiti, kwa Haji Tumbo, Fuoni, Kinyasini na kukamilisha ujenzi wa soko la Mombasa ili kuwawezesha kufanya shughuli zao katika mazingira bora. Kanisa Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam limefanya ibada maalumu ya Misa Takatifu kwa ajili ya kuombea watu wote waliofariki dunia kufuatia ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, pamoja na kuombea majeruhi na familia zilizopoteza ndugu zao katika tukio hilo. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Ibada hiyo imefanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosef jijini Dar es Salaam ikiongozwa na Askofu mkuu wa jimbo hilo Mhashamu Juda Teodadus Ruwaichi, ambaye amesisitiza umuhimu wa taifa kudumisha haki, akisema amani ya kweli haiwezi kupatikana bila haki kutendeka kwa watu wote. Mhasham Ruwaichi amesema matukio ya vurugu na mauaji yaliyoshuhudiwa yamepoteza heshima ya taifa na kuumiza mioyo ya Watanzania wengi, akisisitiza kuwa kanisa litaendelea kusimama na kuhubiri upendo, haki na msamaha kama msingi wa kujenga taifa lenye umoja na utu. Tunapoadhimisha misa hii ya kuwaombea ndugu, jamaa, marafiki na raia wenzetu waliouawa wiki ya uchaguzi, tumwombe Mungu atuhurumie na atujalie hekima, atujalie tena utayari wa kutenda haki na kuwa wa kweli. Jambo la pili lililojitokeza kwenye somo hilo ni hekima. Hekima ni wasifu wa Mungu na mwanadamu mwadilifu anatazamiwa kuwa na hekima. Je, Watanzania tuna hekima? Ibada kama hiyo pia imefanyika katika parokia zote za jimbo la Dar es Salaam na katika majimbo mengine nchini yakitanguliwa na jimbo kuu la Mbeya ambalo lilifanya ibada kama hiyo siku ya Jumapili Novemba tisa kwa lengo la kuombea nchi na wahanga wote wa matukio hayo. Asante sana Richo Chacha kwa taarifa hiyo. Mahakama Kuu ya Masjala Ndogo ya Dar es Salaam imekataa maombi ya jamhuri kusimamisha kesi ya uwaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA Tundu Lisu kwa siku kumi na nne kutokana na hofu ya usalama. Taarifa zaidi inasomwa hapa studio na Goodluck Msolla. Badala yake mahakama hiyo imeamuru kuendelea na usikilizaji wa kesi hiyo siku ya Jumatano Novemba 12, 2025, kuikitaka jamhuri kuweza kupeleka mashahidi wake kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu linaloongozwa na jaji mfawidhi wa mahakama Kuu, Danstan Ndunguru, akishirikiana na majaji James Kalayemaha na Ferdinand Kiwonde. Ilianza kusikilizwa ushahidi Oktoba 6 mpaka Oktoba 24, 2025 ambapo iliahirishwa kupisha uchaguzi mkuu. Awali mahakama ilipanga kuendelea na usikilizaji wa kesi hiyo baada ya kumalizika kwa uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29, 2025 kwa siku kumi za kazi kuanzia Novemba tatu mpaka Novemba 12 mwaka 2025, lakini ilishindikana kutokana na athari za ghasia za uchaguzi za baadhi ya vijana katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam na katika mikoa na miji mingine mikubwa nchini, haliliolazimu serikali kusimamisha shughuli mbalimbali hususani za kiofisi, wakielezea sababu za kushindwa kufika mahakamani hapo upande wa mawakili wa serikali wakiongozwa na wakili wa serikali Thawabu Isa alieleza mahakama kuwa jeshi la magereza nchini limeshindwa kumleta tundulisu katika mahakama na mashahidi waliopangwa kutoka Ruvuma na Mbeya pia nao walishindwa kufika kwa sababu hiyo hiyo. Akitoa maelezo baada ya uamuzi huo wa Mahakama Kuu masjala ndogo ya Dar es Salaam, mkurugenzi wa sheria wa Chadema Dokta Lugemeleza Nshala amesema kwamba leo upande wa, wa mashtaka ungeweza kuendelea na kesi yake kuleta mashahidi wake ambao wanataka kusema kwamba mwenyekiti wa chama alifanya makosa ya uhaini. Lakini siku ya leo kwa bahati mbaya e, mshtakiwa ndugu mwenyekiti wa chama ndugu Tundu Antipas Mugwai Lisu akuwasilishwa mahakamani kwa kile ambacho upande wa mashtaka umedai kwamba kwa sababu za kiusalama. E, lakini sisi wote tumefanikiwa kufika hapa mahakamani. Nadhani nchi yetu yetu wa Dar es Salaam sisi wote huko salama watu wote wameweza kusafiri, mabasi anafanya kazi, lakini upande wa mashtaka wamesema kwamba unaomba kwamba, eh, kwa sababu za kiusalama haujaweza kumleta mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo mahakamani ya kuepo mahakamani. Na baada ya hapo, upande wa mashtaka ukaomba kwamba ukaeleza ukaeleza mahakama kwamba wenyewe leo utakiwa uendelee na kesi yake dhidi ya mwenyekiti na utakiwa ulete mashahidi wake ambao wanatokea Songea, sio wengine wanatokea Iringa watakiwa na Mbeya waweze kuja kutoa ushahidi dhidi yake. Sasa wakasema kutokana na sababu za kiusalama au mashahidi hawakuweza kuletwa hawakuweza kutoka kuusafiri kuja kuja Dar es Salaam eh, kwenye kesi, kwa hiyo, na wao waweze kujiandaa vizuri kuweza kuandaa mashahidi wao hawa waweze kutoa ushahidi. Kwa hiyo kwa sababu hiyo wakawa wameomba ahirisho la wiki mbili katika kesi hiyo namba 19165 ya mwaka 2025. Tundu Lissu anakabiliwa na shitaka la uhaini akidaiwa kutoa maneno kutishia ya kutishia serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kinyume na kifungu cha sheria namba 39 kifungu kidogo cha pili d cha sheria ya kanuni ya adhabu. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Naibu katibu mkuu anayeshughulikia katiba na sheria, ofisi ya Rais katiba, sheria ya utumishi na utawala bora, Mzee Alhaji ameshauri kuangaliwa kwa kina sababu zinazopelekea kuongezeka kwa vitendo vya udhalilishaji wa kijinsia ili hatua za kupunguza udhalilishaji zichukuliwe. Akifungua mafunzo ya kuwajengea uwezo w watendaji wa madawati ya jinsia na watoto ya jeshi la polisi wa mikoa ya unguja leo Novemba 10, 2025 huko chuo cha polisi Zanzibar, amesema serikali inafanya juhudi kubwa katika kuzuia kubaini na kukabiliana na makosa hayo, lakini bado yamekuwa yakiongezeka. Hebu tujiulize, kwa nini makosa yanaongezeka? Nani wa kudhibiti? Tujiulize, tatizo ni nini? Tatizo ni sheria? Tatizo ni utekelezaji wa sheria? Tatizo ni mmong'onyoko wa maadili? Lipi tatizo? Tunapokaa katika discussion zetu hemu, tuangalieni kwa sababu, kama sheria tuliondoa dhamana. Je, kwa kuondoa dhamana makosa yamepungua? Ili niwaulize nyinyi, yamepungua? Ukifanya tathmini ya mahabusu, nendeni uh, gerezani hapo karibu tu, nendeni, katizameni takwimu za mahabusu, kesi wa, walokuwa mahabusu wengi ni wapi. Nyeye mnajua zaidi pengine, ukiangalia watu waliokuwekwa mahabusu asilimia zaidi ya themanini ni kesi za udhalilishaji. Naye afisa hifadhi ya mtoto kutoka shirika la UNICEF Hamed Rashid Ali amesifu utendaji wa madawati ya jinsia na watoto ya jeshi la polisi na kueleza kuwa uanzishwaji wa ofisi za dawati katika kituo cha polisi ni miongoni mwa mafanikio katika kushughulikia kesi za udhalilishaji, madawati ya, jins, ya jinsia na watoto katika jeshi la polisi kwamba imekuwa ni sehemu sasa hivi ya, ya mfumo wa jeshi la polisi kwamba kila penye kituo cha polisi kuna dawati. Kwa kweli hayo ni mafanikio makubwa, na inatia moyo kuona kwamba hii haja ya kuwa na madawati jeshi la polisi imeliona, imeiona na imeichukua na imeifanyia kazi, lakini vile vile kutoa mafunzo kwa maafisa wa polisi na nimesikia na ndio tunaomba siku hizo kwamba kila polisi anapotoka chuo chuoni, kujifunza polisi, katika part ya curriculum ni how to manage gender and children's desk. Tunaomba hivyo na tumesikia kwamba hilo swala linafanyika. Kwa upande wake mkuu wa dawati la jinsia na ulinzi wa mtoto Zanzibar, mrakibu msaidizi wa polisi ASP Ali Mohamed Othman amesema kumekuwa na mwitiko mdogo wa wananchi kuhudhuria katika vikao vya kufikisha elimu ya kupinga udhalilishaji kwa jamii pindi watendaji wa madawati wanapokwenda kutoa elimu kwa jamii. Sisi tunapokwenda kwenye jamii kutoa elimu, kwa bahati mbaya sana, jamii hawana mwamko mzuri wa kuhudhuria kwenye ile mikutano Leo tuseme tunaamua labda watu wa dawati na kwenda kutoa elimu shehia ya Jangombe, atapewa taarifa sheha awaite watu, lakini tukaenda pale Jangombe tukifika, watakaokuja hayo mahudhurio hutaamini. Na kwa bahati mbaya sana jengine, wanaokuja namba kubwa utakuta kina mama, lakini wababa wanakuwa hawaji. Sasa ile elimu ambayo tunataka tuende tukawape elimu nzuri, mwisho wa siku hatufikii malengo kwa sababu wale wahusika wanakuwa hawafiki. Watu wenye ulemavu nchini wamewataka viongozi wa dini na vyama vya siasa kutumia nafasi walizonazo kulinda amani ya taifa la Tanzania ili kuepusha kadhia kama ilivyotokea Oktoba 29 wakati wa uchaguzi mkuu. Tuungane na Goodluck Msola kwa taarifa zaidi. Wakizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, baadhi ya viongozi wa watu wenye ulemavu nchini kupitia umoja wao wa Tanzania Jumuishi yani TAJU, akiwemo katibu mkuu wa TAJU Innocent Silwa wamewataka viongozi wa vyama vya siasa nchini sanjari na viongozi wa dini kuhubiri uzalendo, hasa ikiwa ni pamoja na kutoa kauli ambazo hazitoliingiza taifa katika vurugu na maandamano kama yaliyotokea Oktoba 29. Pia inawezekana wapo waliopata ulemavu na kuingia katika kundi letu bila hiari. Tunatoa pole kwa wale wote waliopata ulemavu, ingawa hatuna idadi yao. Taju inawakumbusha watanzania wote wakubwa na wadogo, wake kwa waume, wakati wote umuhimu wa kuilinda amani ya nchi yetu. Ndugu waandishi wa habari, wa taju pia inavikumbusha vyama vya siasa vyote na viongozi wote wa dini kutumia nafasi zao vizuri ili kulinda na kuhubiri amani ya nchi yetu. Ikumbukwe kuwa wakati wa uhuru mwaka 1961 idadi ya watanzania tulikuwa milioni 8 kwa mujibu wa sensa ya wakati ule, sawa na mkoa mzima wa Dar es Salaam wenye watu milioni 6 kwa sasa, kwa mujibu wa sensa ya 2022. Kudhibiti idadi hiyo ya watu ilikuwa kasi, kazi nyepesi zaidi kuliko kudhibiti watu milioni 70 kwa sasa, kwa mujibu wa sensa ya 2022. Zao la amani ni haki, hivyo ili watu milioni sabini wapate haki zao stahiki, yatakiwa tuwe na mshikamano, masikilizano na usikivu wa hali ya juu. Ndugu waandishi wa habari, panapotokea kutokusikilizana kubwa, kutokusikilizana kubwa la kufanya siyo vurugu, bali Mtume Muhammad swalla ala ametufundisha kuwa na subra. Ajira hakuna, tuwe na subra, ufumbuzi utapatikana. Aidha, umoja huo kupitia kwa mwenyekiti wa taju taifa Ndonge Saidi Ndonge umemwomba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuchagua wasaidizi ambao watakuwa na moyo wa kuwatumikia wa Tanzania, huku akiomba Tume Huru ya Uchaguzi nchini kuendelea kujenga mazingira wezeshi kwa kundi la watu wenye ulemavu ili waweze kushiriki vyema kwenye chaguzi zijazo. Nataka waende mbali zaidi, tuone maandishi makubwa kwa watu wenye ualbino, lakini wasiishie tu kwenye kupiga kura, waishie na kwe, waanzie kwenye kuchaguliwa kupigiwa kura, watu wenye ulemavu miundombinu tunawekewa ili kufika kuwa wagombea wa, wa, wa, wa ni migumu zaidi kwa sababu haina ile uspesho. Lakini sisi kama watu wenye ulemavu tunaamini 2030 na huko tunakokwenda kwingine maboresho yatafanyika na mambo yataendelea, kwa sababu serikali iko macho na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan katika hotuba yake baada ya kuapishwa kaonekana kabisa bado ana mambo ya kufanya na mambo mazuri sana. Katika hatua nyingine, baadhi ya waliokuwa wawakilishi wa watu wenye ulemavu katika kuwania nafasi mbalimbali za uongozi kupitia uchaguzi mkuu uliomalizika Oktoba 29, wameshukuru Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi kutokana na kufanyia kazi baadhi ya changamoto na hivyo kuwafanya kundi hilo kuweza kushiriki vyema katika uchaguzi na uchaguzi kuwa huru na haki. Kimsingi ni kwamba uchaguzi umeenda vizuri umeenda vizuri, lakini changamoto kwa watu wenye ulemavu, hatukuwa na bajeti ya kutosha, kitu ambacho kilisababisha kwamba maeneo mengi, mengi tusiyafikie kwa maana ya kuwashawishi wana wananchi. Lakini uchaguzi umepita, na kupita, kuna mambo mawili, kwamba kuna kushindwa na kushinda, kwamba alichanga karata zake vizuri, ameshinda na ambao hatukuzichanga karata zetu vizuri hatukushinda. Maana yake ni kwamba tukajipange upya ili kusudi tuone ni namna gani tunaweza tukawafikia wananchi kwa kiasi kikubwa ili kusudi kwa mara nyingine tuwe katika mfumo mzuri wa kuweza kushinda. Nashukuru kwa matokeo yote yaliyotokea. Kikubwa tu kama vijana, labda kuna jambo li, wanataka kupaza sauti, watumie tu amani na ustaarabu, kwa sababu serikali yetu ni serikali serikali sikivu na inaweza kuwasikiliza, lakini tukiingia kwenye mambo ya vurugu hatutofika, kwa sababu tuna wazee, tuna watoto. Mimi nawasihi tu, kama kuna sehemu ya kupaza sauti wapaze sauti kwa utaratibu na hekima, na pia wakizingatia kwamba serikali yetu ni serikali sikivu. Asante sana, Gudluck Msolla kwa taarifa hiyo. Jopo la mawakili wa makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania bara John Heche kuhusiana kuendelea kushikiliwa na jeshi la polisi kwa kiongozi huyo, wameiomba mahakama iwape siku tatu kwa ajili ya kufanya utafiti na kujipanga kujibu pingamizi za upande wa Jamhuri. Taarifa zaidi tuungane naye Recho Chacha. Jopo hilo ni Selemani Matauka, Fredrick Kimsaki, Paul Kisabo, Neema Salum, Doris Kafuku na Maduhu William iliwasilisha mahakamani ombi kwa niaba ya Heche la kwa wataka wajibu maombi kumfikisha mahakamani au kumwachilia kwa dhamana. Wajibu maombi ni mkuu wa jeshi la polisi, Inspector General of Police IGP, mkuu wa upelelezi kanda maalum Dar es Salaam ZCO, mkurugenzi wa mashtaka DPP, mkuu wa upelelezi wilaya ya Kinondoni RCO, kamishna mkuu wa uhamiaji na mwanasheria mkuu wa serikali AG. Kiongozi wa jopo hilo Matauka aliomba siku hizo mbele ya jaji Obadia Bwegoge baada ya wakili wa serikali mkuu Agata Pima kuieleza mahakama kuwa wamewasilisha pingamizi la awali na pia wameshawapatia taarifa ya pingamizi waleta maombi. Baada ya kudai hayo, wakili Matauka alidai kuwa ni sahihi kwamba maombi yaliyokuwa mbele yake yaliitwa kwa ajili ya kusikilizwa na kwamba nusu saa iliyopita ndiyo alipewa taarifa hiyo ya kiapo kinzani na wajibu maombi. Heche anashikiliwa na polisi tangu Oktoba 22, 2025, alipokamatwa nje ya geti la mahakama kuu Dar es Salaam. Katika taarifa iliyotolewa na wakili Hekima Mwasipu Novemba 4, 2025, alisema kuwa Heche amepewa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya kigaidi kutoka Kimara hadi Magomeni na kujihusisha na vitendo vya kigaidi maeneo ya Msewe na Eksteno. baada ya kuwa tume, tumepata hizo nakala ya majibu pamoja na pingamizi la awali la kisheria kama mlivyoona tulivyoingia kwa mheshimiwa jaji uh, tulieleza hayo kwamba tumepokea majibu kama nusu saa iliyopita. Sasa kutokana na mazingira yaliyokuwepo, pingamizi limeletwa uh, muda mchache uliopita. Kwa upande wetu tukaona ni busara kwa faida ya mteja wetu tuweze kupata muda ili tujiandae, tuje kufanya kile ambacho mteja wetu ametutuma kusikiliza na mahakama sasa ipate nafasi ya kusikiliza pande zote na kutoa majibu ya pingamizi la awali pamoja na uh, maombi kwa ujumla. Kwa hiyo mheshimiwa jaji amepanga tarehe uh, kumi na tatu mwezi huu wa 11 2025 saa nne na nusu asubuhi maombi yaje kwa ajili ya kusikilizwa kwa pamoja na pingamizi la awali la kisheria ambalo limeletwa na wajibu maombi. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo.